Binadamu wametokwa na imani, wana roho za kishetwani, wanaishi kama hayawani, sababu kijicho

sawa sawa sawa sawa Mzee? Kazi imeanza mimi sicheleweshi namba yangu nimalize. Eh, namba ya simu, namba sio, wewe tutaweka kwangu, ya nipa na au nita kila mtu unasikiliza wewe unasema. Sikiza, wewe si una uhakika wa kutusaidia hili? Uhakika, tukitumia namba ya huyo kuna shida gani? Ah, mzee, hapo kuna kwa, kuna namna. Mimi mimi mimi shida nimekuleta namba yake hamna shida hamna shida okay. tuache hapa sisi tuyejenge. Twende tukaanze kazi sasa hivi. Baba Mariamu sisi. Niambia, ni baba nani? kabla ya kunywa niko sawa, niko sawa, halafu wewe unataka kunibania mimi, kwani wewe unataka kulaga mtu mwenyewe tu nakubania? Kwanza ni hivi Kwenye hii, nani? Mm. Kwenye hii mm. Kwenye -hmm. hiiyo hela atume kwangu mm -hmm. ah mm. kwa afu mi nitakugawia atume kwangu, alafu mimi nitakupa wewe. Ah ah, una lengo gani? nani alikuleta hapa wewe? Ndio umeleta mimi, umenifunga kamba, simekuja wote, sileti vijana, sileti vijana baba yani bora, ni... ah, ya, baba, kama vile umeshushwa, acha basi yani. Baba, nilikuwa na rosto kinyama cha chali wangu, vipi lakini fresh, sasa chuga, yeah. Unavyoniambia una rosto mimi, ndo kwanza hapa tumekutana barabarani. Sasa unahitaji mimi nikusaidie nini? ah Mbona naletea tena maneno maneno, yafezea ayo mwanangu, ila sio baridi. Sijui nikwambiaje mwanangu, hebu kwanza ni seti ni, ni, ni, hiyo mshale au jepa mwanangu, nikachukue hata kitu mwanangu, ukachukua kitu yeah. Kitu gani hicho chuga? Mbona kama sikuelewi. Unaniambia tena nikupe mshale mimi? Na, na mshale wapi na wapi? Au unaniona mimi nawinda hapa, labda natembea na mshale. Na hivyo viswahili vyako mimi sikuelewi ndio maana nashindwa hata nianzie ni wapi kukusaidia. Jempa mpa ndo nini? Asa mwanangu. Kama nilivyokuambia mwanangu mimi niko mbio mwendo wa ngiri kunyata mwanangu. Yaani nini na roasto kinyama, ni seti ya tabuku au jero tu mwanangu. Yaani katika kitu ambacho siwezi kukusaidia hicho. Eh. Kucho. Aya. Yaani mimi siwezi kusubutu kukupa mimi pesa ukaenda kuvuta bangi. Yaani nitoe langu mimi nikupe wewe. Yaani hiyo siku kitokea jua, hiyo siku ni kupatwa kwa nyota, wala sio kupatwa kwa jua wala kwa mbalamwezi, itakuwa ni siku ya kupatwa kwa nyota. Siwezi mimi kukupa pesa wewe uende kuvuta bangi. Labda nikwambie tu chuga kitu kimoja, sawa hem? Jaribu uende kwa yule aliyokufundisha kuvuta bangi, huenda atakusaidia kukupa pesa kuliko mimi. Tatizo lenu mimi mmoja nishajua, mkishajipata tu n yani, mkishajipata tu mnaona kila kitu mmemaliza, ni kila kitu mmefunga. Mwanangu wewe ni kuni majero chali wangu umshale nikachukua kitu nikale mwanangu, ila kumbuka mwanangu, kuna kupanda na kushuka. <laughs> <laughs> Kweli bangi sio nzuri. Unasemaje, bangi sio poa? Kwamba nimejipata mimi. Nakwambia kitu serious kabisa Chuga. Sasa afanye hivi wewe nenda mimi niende. Hey, na na wewe nenda. Na na niendenawe edasawa sawa Sawa. Tuone utawapata wapi vijana umeshaji, so umeshajijaza kule hey, so meshajijaza hey. Jioni utakuja tu hapa mwenyewe tuna hey, na si amesema nimtumie ni namba yako na. Natuma na. Namba natuma namba si ndio? Hapa ndio hapa ndio kwake hey, hey, hey. Na, na.

ukifanikiwa kwa ukara ukiharibikio yao furaha binadamu wametokwa na imani. Mimi siwezi kukusaidia wewe pesa uende kutumia katika kuvuta bangi hivi chuga. Laiti ungejua kwamba kuna siku utakuja kukosa hela ya kuvuta bangi, ungejaribu kufanya hicho ambacho unakifanya sasa hivi. Laiti ungegundua kwamba kuna siku utakuja kukosa hela ya kuvuta bangi, hata usingetumia hiyo bangi, ungeacha kabisa. Mimi nikushauri rafiki yangu, acha bangi, usifikirie kabisa kuhusu bangi. Emu jaribu kufikiria vitu vingine, acha kufikiria bangi. Mkambie kitu. Wewe mwenyewe unaleta mafezi ya sasa hivi. Naona mambo yanachafua roho. Hem, pita zako anza hivi mwanangu. Wewe tembea pita zako hivi. Chapa mwendo bana, usijipige mani mani. Sikiliza. Mimi sio kwamba eti ningeendelea kusimama hapo kuendelea kusikiliza upumbavu ambao unaendelea kuniambia. Laiti ningejua kwamba umenisimamisha kuniambia vitu kama hivi hata nisingesimama kukusikiliza ningeondoka kabisa. Yaani umenipotezea muda, lakini vitu unavyoniambia havina maana kabisa. Wewe ni rafiki yangu, nikupe ushauri tu. Hebu jaribu kufikiria kuhusu pesa, acha kufikiria kabisa kuhusu bangi. Unajua sisi wanaume, jamii na utuzunguka, au watu wanaotuzunguka wanatuangalia sisi kwenye upande wa pesa, na pesa ndio zinamheshimisha mwanaume. Hata mzazi aliyekuzaa wewe anakuheshimu endapo ukiwa na pesa, hata mwanamke utakayemuoa wewe anategemea pesa yako. Hata mtoto utakaye kuja kumzaa wewe anategemea pesa yako. Hata polisi akikukamata sasa hivi wewe anategemea pesa yako. Hebu huu muda usiupoteze kwa kufikiria vitu vya kijinga, fikiria kuhusu pesa. Huu muda ni wa kutafuta pesa, afu sisi bado ni vijana. Fikiria hilo alafu ulifanyie. Ah. Kabisa, ni kila kitu. Kazi vipi, msela? Kabisa, kila, niaje?

Mungu wa mtupi mja wake. Milima ikutani, binadamu wanakutana. Yaani, nipokuona moyo pu pu unasinzia. <laughs> Mwane tu, kwani wewe ulishawahi kuniona? Sasa ni, e, nikuone mara ngapi? Nikuone mara ngapi? Hapo penyewe nimekuona. Ki ukweli. Yaani, mimi leo naenda naenda, naenda in direct unaita tiki vema. Mwalimu akisaidia anika good silence. Mimi ki ukweli. Mimi nataka niwekeze kwako. Yaani, haya maisha Unajua ili vijana anajikabidhi kwa mshangazi, wengine anajikabidhi kwa Yesu lakini mimi najikabidhi kwa wako. Alafu mtoto wetu, mbona unataka kuleta dharau? Unajikabidhi unajikabidhi kwangu wewe, umeniambia mimi ni mlezi wa watoto. Usi ndio hiyo mtoto ka uta, mtoto ka utaka na mina utaka sasa. Sasa <laughs> kumbe hili ni dip. Tupendane tupendane dada, maandiko malaria ni ndei duniani mkaijaze dunia. Eh. Wao umeambiwa kujaza dunia unakuja kujaza na mimi, shida msterenja wa hapa kita. Sasa wasichana wanasumbua, mimi nimeona nje kwako wewe mshangazi. Eh. Hey, kuna mtu amekutuma eh? Umetuma mtoto wetu. Kutuma mimi niko serious sana kutoka ndani ya moyo. In deep wazungu wanasema in relation to energy in substance. Unaweza kunipisha usije ukaniharibia siku leo. Nataka niende nikampikie brother. Sasa hivi nimechelewa, alafu unaniletea mautani ya kutongozana. Unajifunzia kwangu. Sasa mbona unakuja kishujaa hivyo? Ndio nisikie mashujaa. Nataka nipe kishujaa na mimi kijasiri. Karibu mwiti. Asante. Ndio ndio. Ndio. Mimi sio mkaaji hapa kwako. Nina tatizo. Tatizo gani hiyo? Mzee Juma, juzi wakati napita mtaa wa nyuma. Kama unavyojua mimi nilivyo, ni mtu wa matembezi hapa na pale. Ndio ndio, naelewa. Kwa bahati mbaya nikakutana na kijana wako huyu mpuuzi huyu. Unasemea nani, Mikaeli? Huyo huyo. Uh -huh. Sasa amekaa. Ndio. Uh -huh. Mimi wakati napita yule kijana nitazama kama vile anaangalia kidudu mtu. Nikashtuka. Mikaeli? Huyu huyo. Uh -huh. Mimi nikamfuata yule kijana wako kawa ananiona mi kama kidudu mtu, nikamwambia kijana, salimia watu wakubwa, pesa zinaisha. hmm? salimia watu wakubwa. Mimi na baba yako ni marafiki wakubwa sana, huwezi kuamini. <laughs> Mzee Juma, mimi naumia sasa. Ongea, jambo gani alikufanyia huyu Mikaeli? kanifanya kitu kibaya sana ule kijana hmm? alichonifanya mimi, mzee Juma, hata kama ni we, huwezi kukubali Emi nielezee Mwita, nielezee tu, sio na wasiwasi. Nielezee hapa ndio sehemu husika, mimi ndio mzazi wake. Alichomoa kisu Mikaeli yee, wakati amechomwa kisu mimi nikamtazama, nikamdeshi kidogo, nikamdeshi tena, akasema we na kuchoma baba. Mimi basi kwa sababu ni mstarabu na nimpole hapa mtaani Nikamwambia, wewe unataka nini? niachie roho yangu tu. Akasema, bwana, nataka kila kitu. Kanyang'anya simu yangu ha? Kachukua pesa zangu, kila kile cha kwangu mimi, ambacho ni mali yangu mimi, sikio, kaninyang'anya mpaka shati langu mimi, ambalo ile shati nimeachwa nime na malemba, baba yangu kalichana. Mwita, msikilize tena, umefanya jambo moja zuri sana, yaani umefikisha sehemu husika. Madam leo ni mtoto na jambo alilofanya hili sio zuri. Nisikilize Mwita, wanasema impredi nakumiguna ya nyua hivi, mapenzi yamenoga mwanetu. <laughs> <laughs> <laughs> Nimekutana na dishi eh, dish. Uliisha wahi kupigwa mpaka ukanenepa? Sasa ukinipiga okay, kimapenzi, hapo si unanipiga kimapenzi. Kwanza umezaliwa mwaka gani? Si ndio watoto wa 2000 ndio sisi wasumbufu bila gamuaji? Ah, eh, kumbe ni 2000. Ndio sisi. Ndio maana mtoto wetu, maana mtoto wa 2000 hata akienda akanyea kwa mkuu wa wilaya, sawa? Na anagongwa yeye, sawa? Akipigwa hivi, sawa? Yaani wewe mtoto umechezea pabaya. Kuchezea pabaya tena? Hapa umechezea kwa mstrenja. Ngoja nikwambie hakuna cha misterenja kwenye mapenzi. Kwanza ungehitaji kimapenzi mapenzi mstrenja. Umenyelewa? Kwa hiyo mimi kwa kwako nimelavu, nimelizika na wewe mwanetu. Ukiisha ni ravu mimi, unataka nini kwangu sasa? Si ndio hapo nishakulavu. Mwisho wa siku ni ile na kuzagamua, mwisho wa siku ni mimba, watoto watoto watoto watoto. Alafu hao watoto unapeleka wapi? Tunajaza nchi. Alafu ukiisha jaza nchi, nchi. Si ndio hapo kupewa vitambulisho vya Nida? Alafu kisha pewa vitambulisho vya Anida. Umeona nafunga kanga, nataka kwanza kukata maono ile. Nimehibiwa kwa nataka tukatike. Nataka tukatike. Tukisha pewa vitambulisho vya Anida. Tukisha pewa vitambulisho vya Anida hapo hapo ndo mapenzi yanaongezeka. Alafu mapenzi yakisha ongezeka, Love story. Mapenzi yakisha ongezeka. Mapenzi yakisha ongezeka mtoto wetu. Wewe mtoto. Mimi sio akuchezea mtoto wetu. Ngoja ngoja kwanza, ngoja ngoja nakuja, ngoja ngoja. Wewe si ni wa 2000 mwanangu. Unafanya tunakombana. Mimi ndio mzazi wake. Ngoja akifika akifika hapa, mimi nitamuuliza ni kwa nini kakufanyia hivyo, na wakati anajua kabisa mimi na wewe ni kitu kimoja na tunashirikiana kila kitu. Sasa baba, unamuuliza au unanipatia vitu vyangu? Nimekuja hapa kwa lengo moja, baba. Naomba simu yangu, ninaomba pesa zangu, nipatieni kila mali yangu. Mzajuma, unanijua atafanya, mimi ni mkoloni unasema nikupe? Sikiliza wao, unasema nikupe vitu vyako, mimi ndio nikukaba? Nimekuambia subiri, akija mimi nitamnyang'anya vile vitu kama anavyo, nitakuletea. Sasa unaniambia tena mimi nikubisha, mimi ndio umemkaba? Hebu subiri, Mwita, kuwa mpole. Mbona mimi na kuamini kuwa mpole, taratibu, pinda taratibu, yule ni mtoto, ni wakukanya, hata tushinda. Mzajuma, simu yangu, ile simu, kwanza zaidi ni laini yangu ile laini yangu ina namba mpaka za u rahisi huyu ile laini yangu ina namba za watu ambao wako nje, wako marekani huko. Ile laini yangu baba, ile laini ina mambo mengi mazito. Naombeni simu yangu, naombeni laini yangu, na nikirudi hapa kwa awamu nyingine. Mzee Juma unanijua vizuri, mimi sikwenda China kushangaa majengo, mimi na mkanda mweusi kwanza ule kijana maskini yes? na Mungu mbo, huyu yumo ndani sasa, hajafika nikianzisha. Hapana, bado bado hajafika. Nilimwagiza sehemu atembea na kisu, sawa. Na hilo hilo nilishamkanya sana, lakini kijana hataki kunielewa. Mwenezi wewe, nielewe, uwe mtu mpole. Tukienda kwa kukofiana hivi hivi tutafika wapi? yeah? hivi. Tukikoroshana hivi sasa, mi nawe kwa ajili ya huyu mtoto. Na nisha kwambia huyu mtoto ni wangu, tutamkanya. Toa wasiwasi, hivyo vitu navyovisema vyote vitapatikana. Hawezi kunishinda mimi, namnyoosha, ni mtoto wangu. Sasa kanifanyia mimi hivyo, je watu wengine? Yani mzee Juma, mti mbichi kauashia moto mti mkavu, baba, unabaki majivu. Naomba uongee na mtoto wako Leo na sura mahaba eh? <laughs> sula ya mapenzi, nikirudi hapa na sula ya kazi. Mzee, ongea na mtoto wako, tamfanya kitu kibaya. Toa shaka, utaona. Wala sio na wasi, si vile. Kwanza shaka nimesha, kuna kitu nataka nikueleze. Mimi nachokuomba usije ukaonana naye huko ukachukua hatua mkononi, wee mwache mpaka atakufika hapa kwangu. Mimi ndio ninajua za kumfanya, mimi ndio tamnyoosha, kwa sababu najua wewe na kuelewa ni mtu mbaya, unaweza kumfanya kitu kibaya, mtu mbaya. Kwa hiyo nakuomba uwe mpole <laughs> e, uende utembee salama sasa, baba. Ehe. Simu yangu. Simu yako itapatikana. <Laki>

Na ume, yani, mbona sikuelewi? na Yani, bado niko njia panda yani, ndio mtu nimefika hata kunipokea hakuna. Umeshaniambia sikuelewi kuchoka, yani, ume, yani, umenichoka kivipi? Sikuelewi huko, kunichoka huko, kunichoka vipi? yani, sijaelewa bado, shida ni nini? Yani, ni mpaka mm, sai kwa salamu kabisa sitambui, sitambui bali wewe mwenyewe utakupenda. Oh, okay. Si moyo namia, siyo rahisi kusahau maumivu. Sijui kama nitakusamehe mana umeweka jeraha ndani ya moyo wangu. Kwa nini? Je, nilifanya kosa? penda wewe, wewe. Leo nadiliza alia mimi. Oh, yeah. Sawa, tawa dhani ndiyo fungu langu, kulialia, lakini ndiyo furaha. Hivi kwa nini sikuweka kichwani? Mwisho sasa yatanikuta yatanikuta, watanicheka mimi, kilitokea ah. Mi yani hata, kwa nini sikuelewa jamani? Mimi ni msiterenja mimi ni msiterenja kweli, sasa haya mbona yatanikuta? Yaani mwanaume mtu mzima ashindwe kukaa ukasimama na familia yako. Kazi tu tu na wanawake za watu. Ukaona hilo tu alitoshi, ukatoka hapo ukatoa makongoro yako kaenda kwa mwanaume mwenzie, tio, mke wangu ana ugomvi na mke wa mtendaji ili kusaidia nini? Nani? Nani niliyemweleza kwamba wewe una ugomvi na mke wa mtendaji? Nani? Hebu niambie. Ah. Sio uliyetoka hapo ukamfuata majaliwa ukamwambia etio siji mke wangu. Haya, amekusaidia nini? Ulivyomweleza. Zaidi tia kuendelea kubomoa familia yako. Mwanaume mtu mzima lakini akili kisoda. Yani, yani Veronika, mimi ya kisoda eh? Yani umefikia hatua kundikana kwamba mimi akili yangu kisoda eh? Yani umeamua sasa kuingilia uumbaji wa Mwenyezi Mungu, umeshindwa kutofautisha jinsia zetu kwamba mimi ni mwanaume ni mwanamke. Nisikilize mm. Acha kunipanda kichwani, acha kabisa kunipanda kichwani, sawa? Eh, ipo hivi yani <a>, vile sasa sikia, alafu kwanza jiangalie ulivyo. Ni kwambie kitu tu na ukiweke akilini mwako. Yani wewe na mimi muda wa kukana, wewe unahesabika Veronica. Ah, uh, hebu uli hapa kwanza, hebu uli hapa nafanya tunakombana neno mapaya tosemana ukifanikia, ndugu yangu vipi? Nataka uniambie kilichosababisha uniite huku chemba. Yawezekana una mambo ya siri ya kiserikali. Mimi nataka kujua yule ni nani, yuko amesimama naye. Maana sikuwaelewa elewa. Eh, wewe unatakaje? Hebu niambie, yaani nini ulichokiona ambacho kinaweza kusababisha wewe uniite huku chemba. Yule si mwanadamu kama wanadamu wengine. <laughs> Wanadamu kama wanadamu wengine. Sasa wewe unahisi kwamba nafuatilia maisha yako sasa? Hapo ndipo ambapo ulikuwa unapasubiri kwa hao. Maja, labda nilikamilishe jina lako afande Maja. ipo hivi, maisha yangu binafsi hayahusiani na kazi yetu. niache usiju kathubutu kuingilia maisha yangu, utaniona na rangi nyingine. tunafahamiana vizuri, sio kama unanifahamu tu, tunafahamiana. Yaani mara hii mimi naingilia maisha yako? Umesahau kabisa, mimi ndo nimekaribisha kijiji hiki na isitoshe nikakutafia nikakutafutia nyumba. Kwa hiyo sasa, aha, uko kwenye kikao leo, watakuja kunyodoka. Nganga, habari. Karibu. Shida. Una shida ndio mimi, shida yako nimeshaiona toka mbali. Tuliza asula, tuongee sawa sawa. Tulia mimi. Sasa wewe umekuja muda ambao nimeisha afunga kila kitu, mwendo wa mbele nyuma, matikisi matikiti kudondoka. Sasa naomba nisaidie oja, kwanza oja, njoo pole pole. Kulia wewe, shida yako ni shida ya mapenzi. Na wewe kinacho kuchanganya hapo, unampenda mtu, unamuona kama wali maharage. Yaani ni kwamba unatamani ule mpaka unajikuna kama katoto kadogo. Sikiliza. Mimi nimeisha afunga kila kitu. Alafu hilo ambalo unalitaka alitawezekana kwa sababu moja. Mimi kazi zangu huwa naangaliaga kazi za kufanya. Hii kazi yako wewe, nikiangalia, naona kabisa haka kazi ni kagumu kwa sababu mtu unayemtaka ana, ana wanawake zaidi ya wawili. Nampenda lakini unalijua hiyo? Kama ana wanawake zaidi ya wawili sijali mimi, nataka kufurahisha moyo wangu. Haya wewe, mimi naonekana mbaya. Kingine kwanza cha kufahamu, kumbuka wewe ni mme wa mtu na yule ni mke wa mtu, tena mtendaji. Hapo ndipo ndio pazuri, yule ni mke wa mtendaji, yule ni fanya kazi mwenzetu Kingine ambacho kijui, sio kila ninaposimama na mtu basi ninataka mahusiano. Akili yako inapokutuma hapo, ndipo unapokosea. Afu mbona sijakuzoea katika tabia hizi, mbona sijawahi kukuona ukiwa na rangi ya tabia kama hizi? Hizo tabia ni za kike kaka, hizo tabia ni za wanawake pekee? Au ndo wamebarikiwa kuwa na tabia za hivyo? We sio mwanamke? ah, ah, ah, ah, ah, kweli nimeamini wema ukizidi unakuwa dhambi. Mara hii mimi nimekuwa mwanamke? Ah, utajua mwenyewe bwana do. utajua mwenyewe. Mimi nimekuwa mwanamke mimi mwanamke? Sikiliza, yani apande Majaliwa, ni hivi, ukitaka ujue ubaya wangu. Subiri. Ana mke mkubwa, ana mke mdogo, na bado anatuma tutoto tu mapacha tuwili na eh, nahitaji kuzaa sasa. Uone kama wewe nikikutukimuingiza kwenye kikaango tukamkaanga tukamgeuza wewe, uone kama na nili atahamia kwako, watoto wale watakosa haki zao za msingi. Mimi hayati sijali, ninachotaka tu moyo wangu fly <laughs> shako, sikiliza nikwambie, mimi siwezi nikafanya hiyo kazi Ganda. Sawa mga. Na hapo unaponiona, huu mguni wa kwenda sawa nyuma, matikiti kutikisika, siwezi kubaki tena ndani, nimemaliza kila kitu. Nisaidie, nisaidie. Niko chini ya miguu yako. Dada. Nisaidie. Magoti hayasaidii kitu. Haya mambo mimi nafanya, yani ni mambo mazito, siwezi kufanya fanya tu. Pesa. Naomba nisaidie. Yaani pesa ni nini? Mimi mwanaume ninampenda nataka anioe. Hao wanawake kumbe bado hapo. Yaani wewe nakwambia, hatuwezekani leo kufanya hiyo kitu mpaka lini Labda uje Ijumaa jioni saa kumi nitakusaidia. O. <laughs> <laughs> <laughs>

Siku zote nini ayawaa mmenibania hizo historia za nini meennwayawa naonekana mimi. Hivi unajua Big P? Ni kiasi gani mimi naumia kukuona unafanya mambo ya ajabu? Mimi siwezi kwenda kuoa kwenye ile familia. Mimi mateso sasa hivi nimeshabadilika. Maendeleo gani ambayo wewe unaweza ukayasema kwenye kijiji hiki ambacho chama chetu hakijayafanya maendeleo.